Ndiyo bosi, na siku umenita, nimetikia wito. Ah, uh, ndio kijana, nimekuita. Unaponiona hapa siku nzima nimekaa na kufuatilia rekodi zako na nimebaini kwamba unafanya kazi kwa bidii. Ah, uh, ningependa tu kutaarifu kwamba kuanzia leo na kuendelea umepandishwa cheo. Ah, uh, na baada ya kukufikishia habari hii, nitatenga muda maalum ili nipate kuongea ah, uh, na wafanya kazi wengine nacho kusitu zingatia wajibu wako kama meneja niliye kuteua. Uh, fanya kazi kwa bidii kwa sababu nimeamini wewe ndio mfanyakazi bora, kwa sitegemei kama siku moja utaniangusha. Nachokuomba tu fanya kazi kwa bidii, hata kama nikiwa nimetoka, wewe ndio utakuwa in charge uh, kwenye kampuni yetu, kwa sababu wewe, kuanzia leo na kuendelea, kama nilivyokuambia, wewe ndio utakuwa manager mkuu. Asante sana bosi. Napenda kuchukua fursa hii na nafasi kama hii kukushukuru kwa nafasi ulionipa na cheo ulichonipa na kuahidi tu kwamba nitafanya kazi kwa bidii na wala hautasikia vurugu wala uharibifu wa mali yoyote ile. Nimefurahi kusikia hivyo. Unaweza ukaenda sasa kuendelea na majukumu mengine ya kikazi zaidi. Kwanza ongela kwangu mwenyewe. Asante Mungu na bidii zangu. Oh, Bison, karibu tuchelekee pamoja. Siku ya leo nina furaha sana kwa sababu bosi kanipandisha cheo na nimekuwa meneja mkuu wa kampuni. Ha, hongera na pia nimefurahi kusikia hivyo. Lakini Tony, we umefanya nini maalum? Mi hapa nimekaa miaka mitatu sasa, lakini wewe umeingia miezi sita tu. Leo hii umekuwa meneja wa kampuni. Hivi inaingia akilini kweli? Calm down my friend. Ni bahati tu. Wewe pia unaweza. Ni kuwa mwaminifu, kufanya kazi kwa bidii na pia nitakusaidia kuandaa hata ripoti yako ya wiki ijayo. Hayo ni yako na wala mimi sihitaji msaada wako. Wivu huu unaniumiza, lakini sitaacha hivi. Nitafanya kitu kwa Tony. A few moments later. Bosi, nimemwona Tony anachukua faili za wateja bila ruhusa. Anaweza kuharibu sifa ya kampuni. Nitachunguza pia. Asante kwa taarifa. Two hours later. Bosi, aki ya Mungu, mi sija kufanya hivyo. Nitathibitisha ukweli wangu. Huo ni uongo mtupu. Sawa, nimekusikia. Nitalifanyia uchunguzi. Sasa, atajua maumivu ya kupoteza. Maana najua nishamchomesha kwa bosi. Acha apambane na hali yake. Lakini, kwa nini naumia moyoni? Huyu ni rafiki yangu kabisa, itakuwa nilimkosea tu.